Mkoa wa Iringa imefanya maafari ya kupongeza wanachama wanaohitimu masomo. Habari mtazamaji wetu, popote pale ulipo, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital itakayosoma kwako nami Beatus Manuel. Maafari ya seneti ya vyuo pamoja na vyuo vikuu kwa wanachama wa UVCCM mkoani Iringa yamefanyika katika ukumbi wa Royal Palm, huku mgeni rasmi akiwa ni mjumbe wa CCM mkoa wa Iringa Assas. Wetu, Agustino, wa Salim Assas, mwanahabari wetu Koreta Agustino ana undani wa taarifa hii. Mgeni rasmi Salim Assas amewapongeza wahitimu na kuwaasa kuwa waifuatilie historia ya nchi na kuangalia kule walipotoka na wanapoelekea da? Amegusia changamoto ya ajira iliyopo nchini kwa takribani miaka ishirini na tano na kuwasia chipikizi hao kuwa elimu ni njia ya kuondoa ujinga na kuongeza maarifa. Sema naongea na, na hadhara na hii ni hadhara ambayo imetakiwa kufanya utafiti, ndio maana nyinyi mnapokuwa mnapohitimisha elimu hiyo kuna utafiti, kuna research, research, fanya utafiti. Nchi hii tulipotoka, tulikuwa wapi? Kisiasa tulikuwa wapi? Ukiangalia tulipotoka na tulipo, unaweza kujikuta labda uko kwenye ulimwengu mwingine. Nao wahitimu na kada wa Chama cha Mapinduzi wameeleza kuwa wanahitaji kufanya mabadiliko makubwa na mabadiliko hayo yanatoka katika Chama cha Mapinduzi. Pia wamesisitiza kuwa ni muhimu kwa wanafunzi hao wa vyuo kujiunga katika vikundi mbalimbali kwani kuna faida nyingi za kujiunga na vikundi hivyo. Aidha, wamesema kuwa Chama cha Mapinduzi kimewafaidisha wao wanachama kutokana na fursa nyingi za chama kutolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku wakiwasisitiza wanafunzi waliobaki kuzingatia elimu na kutunza muda wao vizuri wakiwa katika vikundi mbalimbali mbali cha kuambia vijana ambao wanakuwa vioni na wanakosa fursa au hawaoni umuhimu wa kujiunga na chama cha mapinduzi, nipende kusema kwamba sisi ni Gen Z na tunahitaji mabadiliko, lakini lazima tu tunaona kwamba njia sahihi ipi ni ya sisi kuweza kufikisha au kuonesha kile ambacho tunakitaji katika mabadiliko. Hivyo nipende kuwaomba, ni kweli wanaweza kawa na nia ya kufanya mabadiliko, lakini sehemu pekee ya kufanya mabadiliko, sehemu pekee ya kuufanya uonekane kama kijana kujiunga na Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama kinachoweza kukupa nafasi wewe kama kijana ya kuweza kuonesha uwezo wako kama ni kiongozi, ubunifu wako kama unakibaji na kuweza kufika hivyo. Fursa kubwa zipo nyingi katika maeneo mengine, lakini ni muhimu pia kujiunga na chama ili kuweza kufikia malengo na kuonesha uwezo walionao kwa manufaa yao, familia, jamii na kwa taifa na hata kimataifa. Mchungaji James Rubandaja campreni wa chuo kikuu cha Dar es Salaam amewasihi waumini kuruhusu mioyo yao kufanyiwa tathmini na Roho Mtakatifu ili waweze kuishi maisha ya utakatifu, upendo na amani. Mwanahabari wetu Salome Mwakatwila anaundani wa taarifa hii. Akizungumza katika ibada iliyofanyika katika ukumbi wa Multipapa uliopo Chuo Kikuu cha Iringa, ameeleza kuwa waumini wanapaswa kuruhusu maisha yao kufanyiwa tathmini. Husu moyo wako kufanyiwa tathmini na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tumesoma habari ya Yehoshafati. Huyu ni baba ambaye tena alikuwa kiongozi. Huyu alikuwa mtoto wa mfalme Asa aliyetangulia. Kwa upande wao, waumini waliohudhuria ibada hiyo wameonyesha jinsi walivyojifunza kuhusu umuhimu wa tathmini ya maisha ya kijamii, kiuchumi sambamba na kiroho. Pia nimejifunza kumtumikia Mungu katika huu ujana ambao nipo nao siku ya leo. Pia tumesoma kitabu cha Nyakati wa Pili 20, 30 hadi 31 tuliona pale yoshefati alivyokuwa anamtumikia Mungu. Mungu akambariki akamstairisha kutokana na nini? Kwa sababu alikuwa anamtumikia Mungu. Hii imetamatika hapa katika ukumbi wa multipurpose chuo kikuu cha Iringa yenye neno kuu kutathmini maisha yako ya kila siku neno hilo liloongozwa na mtumishi wa Mungu James Lubadanja, chaplain kutoka katika University of Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka hapa ukumbi wa multipurpose chuo kikuu cha Iringa, Salome Mkatwila, UoI Digital. Taarifa yake Salome Mwakatwila inatukamilishia mkusanyiko wa inatuka habari kwa siku ya leo, mtazamaji wa UoI Digital, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Tukutane panapo kesho majaliwa. Ulikuwa nami Beatrice Emmanuel, nikutakie usiku mwema. Asante na kwa heri.